Bwana e, kule nchini Uingereza kwenye klabu ya Liverpool kuna mshambuliaji anaitwa Mohamed Salah. Huyu ni Misri ambaye anasakata kabumbu pale eh, England. Ni mmoja kati ya mshambuliaji ambaye amezitesa Big Six. Mohamed Salah ni mmoja kati ya mshambuliaji ambaye kwa kiasi kikubwa sana uimara wake, ubora wake, namna ambavyo anacheza uwanjani ni mchezaji tishio kweli kweli na kama eh, tunafikia hatua ya kutoa Ballon d'Or ya Afrika basi moja kwa moja Anaichukua Mohamed Salah. Kwa upande wangu, Mohamed Salah ni mchezaji bora barani Afrika hivi sasa. Kwa miaka yote ambayo nimeshuhudia e, mpira wa Afrika, basi Mohamed Salah namuona kama ni nyota wa Afrika. Nimekuletea takwimu ambazo amezikusanya kwenye timu tano bora pale nchini Uingereza. Kwanza kabisa, moja kati ya vitu ambavyo inabidi uvifahamu, Mohamed Salah amechangia magoli sabini na nne kwenye hizi timu tano bora pale nchini Uingereza na maanisha, klabu ya Manchester United, klabu ya Tottenham Hotspur, klabu ya Arsenal, klabu ya Manchester City pamoja na klabu ya Chelsea. Hizi timu tano zote Mohamed Salah amehusika kwenye magoli 74 ambayo yamepatikana kwenye mchezo ambayo wamekutana na timu hizi. Timu ambayo imefungwa magoli mengi zaidi na Mohamed Salah ama Mohamed Salah ameitesa zaidi ni klabu ya Manchester United. Klabu hii ya Manchester United imefungwa magoli kumi na tatu na Mohamed Salah, lakini Mohamed Salah ametoa asisti ama pasi za magoli sita kwenye mchezo dhidi ya Manchester United. Kwa hiyo eh, mashabiki wa Manchester United mkae mkijua kwamba mchezaji Mohamed Salah ndo amewafunga mara nyingi zaidi kati ya zile timu tano bora ama kubwa pale nchini Uingereza. Timu ya pili ni timu ya Tottenham Hotspur, timu hii imefungwa magoli kumi na mbili na Mohamed Salah, lakini Mohamed Salah ametoa pasi nne za magoli kwenye michezo yote ambayo amekutana na Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur timu ya pili kufungwa na Mohamed Salah magoli mengi zaidi. Timu ya tatu ni timu ya Arsenal <laughs> Arsenal, the Gunners Arsenal Gunners wamefungwa mara kumi na moja na Mohamed Salah huku akitoa pasi nne za magoli, kachangia magoli kumi na tano kwenye mchezo dhidi ya Arsenal. Arsenal ni timu ya tatu kufungwa na Mohamed Salah pale nchini Uingereza. Timu ya nne ni timu ya Manchester City. Manchester City wamefungwa magoli tisa na Mohamed Salah huku akitoa pasi sita za magoli, hivyo Mohamed Salah amechangia magoli kumi na tano Kwenye mchezo dhidi ya Manchester City. Mohamed Salah ameitesa timu ya Manchester City mara kumi na tano. klabu ya tano ni klabu ya Chelsea. klabu ya Chelsea imefungwa mara tano tu na Mohamed Salah ni akitoa pasi nne za magoli dhidi ya Chelsea. Chelsea imeteswa mara tisa na Mohamed Salah. hizo ni timu tano ambazo Mohamed Salah amezitesa pale nchini Uingereza. Mohamed Salah The king of football from Africa ni moja kati ya mchezaji bora sana barani Afrika na mpaka hivi sasa nadhani ndiye mchezaji bora barani Afrika.